Katika maigizo na wanafunzi waliigiza kiuhalisia wali, wali, hivyo wa, tamasha alikuwa zuri sana. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hii ni interview ya Madrasatul Hasanaat Kisengo ilikopo kata Memani Aru. Leo niko na mwanafunzi hapa, Shekhe Abubakar mwenye ana mengi ya kutuambia kidogo kuhusu na feedback ya tamasha la mwaka jana na pia na mwaka huu amejiandaa vipi? Sheikh Abubakar, karibu nitambulishe watu wa kujua. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, mimi ni mwanafunzi wa chuo ya Almadrasatul Hasanaat, kwa majina naitwa Abubakar muni Abdallah, ni kiongozi wa nidhamu katika chuo hichi. Eh, Sheikh Abubakar, unalionaje tamasha abu la mwaka jana kwenye performance kwenye tikio wa watu watu walikuwaje? walikuwa wengi au wachache? unaonaje mwitikio wa jana wa mwaka jana wa watu? Ah, kwa mwitikio ulikuwa mzuri, watu walikuja wengi, performance ilikuwa kubwa, wanafunzi walikuwa na nini kubwa sana ya kusoma, wanafunzi walisoma vizuri, hata hivyo tulifanikiwa kwa asilimia tisini. Okay. unaonaje kuhusu performance ya wanafunzi kwenye hayo maigizo na kusoma sira, fiqhi na hadithi pia na dua. Haa, performance ilikuwa kubwa, wanafunzi walisoma vizuri. Katika maigizo, wanafunzi waliigiza kiuhalisia, hivyo tamasha ilikuwa nzuri sana. Okay, na vipi, mmejiandaa vipi nyie kama wanafunzi na wewe kama mwanafunzi wa discipline, kiongozi wao kwenye nidhamu ya wanafunzi, mmejiandaa nini kwa mwaka huu au tutarajie nini kwa mwaka huu? Mtarajie mambo makubwa, wanafunzi amejiandaa vizuri katika masomo na pia hata katika vitu mbalimbali, kwa sababu ukatajia hapo vitu laba kimoja au viwili, mfano kwenye hadithi okay. kusoma kasida na kuigiza na kucheza pia okay. Nahiyo okay. Ndio tunavyohitimisha kipindi chetu cha interview fupi kabisa na mwanafunzi kiongozi wa nidhamu katika chuo hiki Sheikh Abu Sheikh Abubakari Mwinyi, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.